Ya Konde hati ya kupitishwa kazini kwa Mkuu wa Jimbo mteule Mchungaji Lupakisyo Kalikene Malemba, hati ya Februari ishirini na sita. Mheshimiwa Askofu Daktari Aesai wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde, kwa niaba ya Halmashauri Kuu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde namleta mbele ya Mungu mbele ya ushirika huu na mbele yako, mkuu wa jimbo mteule Mchungaji wa Lupakisyo Kalikene Mwalemba, ili muunize kazini awe mkuu wa jimbo la Tukuyu la KKKT Dayosisi ya Konde. Mchungaji Lupakisyo Kalikene Mwalemba akateuliwa na kikao cha halmashauri kuu ya Dayosisi ya Konde kilichofanyika ofisi za jimbo la Mbeya mashariki tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi na moja ishirini na tano na kwa mujibu wa kanuni ya kutisa kwa mdogo ya pili na haya juu ya katiba ya kitida sekondi la mwaka ishirini na nne pamoja na, na uteuzi huo alimshauri kuitimiza wajibu wake wa kikatiba kulingana na ile kanuni ya kutisa kwa mdogo ya pili

Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umetuita na unamtuma kila siku kutenda kazi chambani kwako. Tunakuomba Mungu wetu wa utatu, jidhihirishe sasa tunapokwenda kuitenda huduma hii iliyo takatifu, huduma ya kusimika kazini ndugu yetu huyu chunani Lupakisyo Kalikene Mwaremba. Tunakusihi ukijaze na nguvu ya Roho wako Mtakatifu ili tuitende sawa sana, wapenzi wangu, katika Kristo Bwana wetu Mpendwa mchungaji wa Kristo Kalikene, umesimama mbele ya Mungu alikuita katika utumishi huu na mbele ya ushahidi wa umati wa wakristo hawa waliopo ndani ya ibada, ili uweze kusimikwa kazini kuwa mkuu wa jimbo. Ninakuomba sasa utulie mbele za Mungu ili uweze kusikiliza ushuhuda wa neno la Mungu juu ya huduma uliokwenda leo. Waliopewa mistari ya Biblia, naona wasomi sasa. Mwanadamu, nimekuweka kuwa mizi wa nyumba yele, basi kia neno hili tokalo katika kinywa cha ukawape maono haya yatakayofaa nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa wewe, usimpe maonyo wala usimina huyo mtu mbaya, ili kumwonya kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa ukuamao yake, mtu yule mbaya atakufa katika uhogo wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwake. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hawachi ubaya wake wala njia yake mbaya atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa uh, uh, roho yako. Amen. Neno la Bwana <coughs> lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, ah, Bwana Mungu, Tazama, siwezi kusema maana mimi ni mtoto lakini Bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto, maana takwenda katika kila kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake kwa nawe kwa kwa utasema kwa kila neno nitakalo kuwa, Mungu usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nimimmonja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akunyosha mkono wake akanigusa kimwe changu bwana akaniambia, tazama, nimetia mameyo yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya foro, ili kung'oa na kugomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Amen. mtu kuwa to watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayotajwa katika mawakili, ndio aonekane kuwa mwaminifu. amenawayeyote wasiudhalamu jana wako balikuwekeleza kwao waminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo wa amani na usafi takapo kujia ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliyopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuelekea kwako uwe zahiri kwa watu wote. Nitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, na wakefanya hiyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Amen. Wakumbushe mambo hayo, kiwaonya machoni pa Mungu, usiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida bali kuharibu wasikiao. Tayari kujionyesha kuwa kubaliwa na Mungu, tenda kazi siyo na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwa hao wamo nimenayo na walioikosa ile ine kweli wakisema ya kwamba kiyama imekwisha kuwapo hata kuipindua imani ya watu kadha wa kadha. Lakini msingi wa Mungu ndio imara umesimama, wenye muhuri, Bwana awajua walio wake, na tena kila atajaye jina la Bwana na uache huo. Mungu akujalie kuyapokea maneno haya kwa unyenyekevu wote, kielewa kuwa yatakuwa mwongozo wa huduma hii unayoipokea leo. Unatazamiwa kuwa utasahau utakatifu wa huduma hii unaipokea, na ni matumaini ya wengi waliofika kushuhudia tendo hili leo kuwa utatafuta daima, kwa njia ya maombi, hekima, nguvu na ujasiri toka kwa Mungu mwenyewe, usudi weze kutimiza utume wako huu kwa uaminifu wote unatumwa kufanya kazi jimbo la Tukuyu. Uanze wewe kufanya kazi hili, wapo waliotangulia wengi, wengine ni wako majimbo wako hapa ndiko tira, lakini yuko mchungaji Nancy. Kuna kazi zilianza kufanywa huko zimeendelea, na wewe kazi yako ni kuendeleza kazi ambazo zilikuwa tayari zinafanywa ndani ya jimbo hili yaani ndio hilo ambalo hata Petro Paulo anasema mahali fulani kwamba wengine alijenga msingi, wengine kuta, wengine ukaja kujenga kukamaliziasemu ukaendeleze, siseni ukafanye kama baisi achau. Yeye alikuwa na bahati, kabla ya kuwa mkuu wa jimbo alikuwa mchungaji wa ushirika huu, kwa hiyo nyimbo lika nafahamu

kutila huwezi kuwa nazi nice, wee well, nidakupea okay. tumoja kizimisha msema, huwezi kuwafurahisha watu wote. Kuna watu wengine wapenzi sana wakunywa kahawa, kuna watu wengine niwatoi kwenye chai. Huwezi kulazimisha mtonakile ya chai kakala kamsitaka ni kahawa. Ni nzuri unakunwa kahawa, kahawa ni kahawa na chai ni chai watu ambao analeda chai wako wengi, wanatuma chai wanaakunagaao adegela naga ili nani tu Mungu ameweka tofauti tofauti, tuko tofauti kwa ajili ya kujenga na kuimarisha. Unatuma wewe kama wewe kuendeleza kazi ya Mungu na kuyafanya yale yote ambayo Mungu anakutuma kufanya. Mungu ulimahabalikia. Amen. kwa kiongozi unaokabidhiwa na halmashauri kuu ya Dayosisi ya Konde kuwa mkuu wa jimbo, Mungu anisaidie. Ndivyo nakubali kupokea wajibu huu naomba Mungu anisaidie. Kili sasa imani ya Kikristo imani mtu Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, Mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akamfuka kutoka kwa wafu. Akapaa mbinguni ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele, amen. Naomba nikuulize tena baada ya ukiri imani ya Kristo, je, utakuwa tayari kuheshimu na kuisimamia na kuitetea katiba ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde kwa maneno na matendo yako? Kama ndivyo, ujibu ndiyo, nitakuwa tayari, naomba Mungu anisaidie. Je, utawaheshimu na utashirikiana na viongozi na wa kanisa wa ngazi zote waliowekwa madarakani kikatiba kuliongoza kanisa hili kama io, ujibu, nitafanya hivyo, ninaomba Mungu anisaidie. Nitafanya wa hivyo, ninaomba Mungu anisaidie. Naomba, ninaomba washirika wa jimbo hili, naomba msimamo pamoja na jimbo wa mashauri hili, ninaomba ni waulize Wapendwa ndugu zangu, je, mtakuwa tayari kushirikiana na kiongozi wenu kwa jimbo huyu aliyesimama mbele katika utume wake anaokabidhiwa leo? Je, mtakuwa tayari kumwombea kwa Mungu ile imarishwe katika huduma hii? Kama ndivyo, mseme tutakuwa tayari tunaomba Mungu atusaidie. katika jina la mungu baba mwana na roho mtakatifu amina mwinulie mungu moyo wako upokee baraka Mwana Mungu akubariki na kulinda akuinue uso wake na kukupa amani kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen Naomba, wa, chungaji, wa, na naomba wachungaji wote na wa majimbo sogeni na kuweka mikono na kuomba sala: Baba yetu uliye

Kwa hiyo ani wako mkubwa ni kumtia moyo kumshauri, kumuombea, ukawe sababu ya yeye kufanikiwa katika huduma yake, wala usiwe sababu ya kuwa ikwaso kwenye huduma yake. Hayo ndio maombi yetu, sina mashaka nawe. Tuombe.

bila abalo anetemgeaa majira yote na kati zote katika utumishi pamoja, wakiimarishana na kutiana moyo na kuombeana. Sasa ikaojisaini Roho Mtakatifu hawaongozi na kuwashikamanisha katika utume huu, usimwache peke yake mwinjirisi wala mchungaji, bali siku zote wafuniki kwa Roho wa Mtakatifu Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kwa chanzo cha hekima na maarifa katika njia na kazi Mungu. Naamini Mungu ukiwakali hakuna lina mamlaka juu ya, tunaamini hivyo, tunaona katika jina na Yesu Kristo, amina. okay, Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na fadhili, akuinulie uso wake na kupa amani kwa jina na mwana na Roho